Kusajili kampuni ama biashara ni hatua muhimu kabisa ya kwanza. Una ndoto ya kuweza kubadilisha narrative zote kuhusiana na wewe, background yako, familia, unataka kuvunja, unataka kuwa the uh, cast breaker kwenye familia yenu na kwenye ukoo mzima, na unatamani kufanya vitu tofauti kabisa na kwa nguvu zote, then unataka kuanza hatua yako ya ujasiriamali. Bila kusajili kampuni yako, ni ngumu sana Kuweza kuipanua biashara yako ukiwa haujaisajili kama kampuni ama at least kama jina la biashara. Toa heshima kwa ndoto yako na kuipa nafasi zaidi ya kukua na ku grow, baada ya kuwa umesajili kama kampuni ama biashara. Rafiki yangu, ukikaa karibu na waridi utanukia, ukikaa karibu na mafanikio utafanikiwa. Sajili kampuni yako kuweza kupanua. Hakuna biashara ambao unaweza kuiskeli kwa ukubwa kama haijasajiliwa kama kampuni ama at least jina la biashara. Sajili kampuni yako sasa hivi.